Wakimbie. Kwa hiyo eh, mazoezi yamechukuliwa kama adhabu kwamba serikali inavyohimiza watu wafanye mazoezi watu wameipokea kwenye negati, kwenye baadhi ya mikoa kwenye baadhi ya maeneo sijajua kwa hapa Kilimanjaro Moshi kwa kesho itakuwaje, lakini watu wameipokea kwa sababu serikali inataka watu wakimbie, lakini serikali inawataka watu washughulishe miili yao kwa sababu ya kupunguza magonjwa ambayo yasiyoambukiza kama pressure, sukari, kansa na magonjwa mengine ambayo yanatokana na mtindo wa maisha. Tumekuwa na watu tumekuwa na maendeleo makubwa tunajivunia. Kwa hiyo watu, wame wamejisahau wame kushughulisha miili yao. Kwa hiyo mtu anapotoka nyumbani mpaka anarudi nyumbani hakuna watu kwa mazoezi. Sio lazima ukimbia. Kwa hiyo nimekuwa mtulivu, na nilikuwa nataka sana niojiwe na Moshi FM kesho, baada ya kuona mwitikio wa watu kama kweli huu utamaduni, kwa sababu mkuu wa mkoa amejipambanua kwamba yeye akifanya mazoezi kila Jumamosi hawapungui watu mia sita. Sasa kumuita mkuu wa mkoa muongo ni, ni, ni, naweza nikakaa ndani kidogo. Kwa hiyo nimeona nikae kimya nisubiri kesho nione kama kweli au watu mia sita ambao mkuu mkuu mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya wameniahidi ili tuweze kuona kama tunaweza kuwapata na tukashirikiana nao ili tukapeleka ujumbe wa hii kampeni yetu ya Mtu ni Afya, fanya kweli, usibaki nyuma. Tunataka tuone kama kuna watu watabaki nyuma au wanamoshi watafanya kweli. Mrisho, umepita maeneo mengi ukihamasisha hicho ambacho unakihamasisha hapa Ma, mwitikio umekuwaje huko ulikopita? mwitikio ni mkubwa sana kubwa sana kampeni imepokelewa kwa ukubwa sana kuliko hata ambavyo mimi nilikuwa nafikiri. Kwa mfano ukiangalia task force iliyopelekwa Simiyu kwa ajili ya kipindupindu. Simiyu kimekaa kipindupindu kwa muda mrefu sana lakini baada ya timu hii kwenda na kutoka, kipindupindu Simiyu kimekwisha kabisa. Kwa hiyo uelewa umeongezeka na kama ambavyo serikali inasema kutaka kuwafanya watu wawekeze zaidi kwenye kinga kuliko kwenye tiba. Kwa hiyo mwitikio wa watu ni wengi na michango ya watu iko very positive, watu wako very positive, na watu wanakubali mabadiliko, kwa sababu kampeni hii ni kampeni ya mabadiliko ya tabia. Kwa hiyo tunataka watu wabadilishe tabia zao kwenye hayo maeneo tisa ambayo tunashughulikia. Kwa kujibu swali lako, mwitikio ni mkubwa na Kilimanjaro, mwitikio mkubwa zaidi. Nafikiri ndio maana pia wanaongozaga kitaifa kwa miaka yote kasoro mwaka jana, kwa sababu watu wanaelewa. Ukiwaambia kuhusu hedhi, unaona michango yao, ukiwaambia kuhusu lishe unaona michango yao ukiambia kuhusu mazoezi unaona michango yao, kila maeneo unaona michango yao. Kwa hiyo kiukweli kabisa nisiwe mnafiki niseme kabisa kwamba uh, tuna, tunamaliza vizuri kampeni hii, kwa sababu tumepata mapokeo mazuri. Alafu unaweza ukaangalia hata hii Moshi FM imekubali kutoa airtime yake, na nilikuwa nawasubiri sana, ningeandika Instagram, nilikuwa nawasubiri sana sana sana sana. Kuna kuna momenti moja tumeipitia mchana wa leo, ndio lakini naona Moshi FM wame, wame, wamejibu swali ambalo sitaweza kufanya hicho ambacho nilitaka nifanye. Kwa hiyo Moshi FM mmefanya kweli, na mimi nilikuwa Moshi ni mdau mkubwa sana na anapata maoni mengi sana kupitia Moshi FM <coughs> uh, tuna, tunashukuru sana uh, wewe binafsi mazoezi yamekusaidia nini, Mrisho? uh, nimeweza kuwa na kumbukumbu nzuri, lakini nimeweza kuwa na utambuzi, kwa sababu mimi mtu akiniuliza amekusaidiaje mimi nasema kama kuna utajiri mkubwa ambao Mungu amenipa na ufahamu, kwa hiyo yamenisaidia kuwa mwili wangu ni mkubwa. Lakini, mimi, mwili wangu ni mkubwa lakini na naweza kutoboa. Kesho nitakuonyesha ndio nitakuonyesha ambazo tumeshaweka beto na mkuu wa mkoa tumeshaweka beto na, na, na, na tumekubaliana tume tume eh, <laughs> eh, tume tume kabisa kwamba nani ataweza kumaliza zile kilomita na utaniona niko active sana, na hata hapa nimekaa nimetoka site lakini nimekaa nilikuwa naisubiri hii simu. kwa mkubwa sana ebana, shukrani sana basi. Sisi tunafurahi kuzungumza na wewe, pengine sasa, kama una lolote ambalo unatamani kulisema kupitia Project Clear, kupitia mtu ni afya a, mazoezi kwa ujumla, na chochote tu kile ambacho unadhani ni muhimu sana, wanaotusikiliza ama anayetusikiliza hivi sasa akafahamu kutoka kwa Mrisho Mpoto. Mjomba, mimi kitu kikubwa ambacho nataka kuongea ni kwamba ukisikia kampeni nasema mtu ni afya awamu ya pili. Awamu ya kwanza ni miaka hamsini iliyopita mwalimu Nyerere, mwaka sabini na tatu alianzisha kampeni ya mtu ni afya awamu ya kwanza. Katikati tukawa na kampeni tena, usafi na ustarabu, unaanza na sisi, tukaja na kampeni ya nyumba ni choo, usichukulie poa, nyumba ni choo mm. sasa hivi tuna tuna mtu ni afya awamu ya pili, lakini bado tunashauriana. Karne hii ya ishirini na moja bado tunashauriana nani ajisaidie ndani ya choo, nani ajisaidie nje ya ya choo. Watu wanafanya sasa hivi kampeni ya kwenda kutafuta ardhi kwenye mwezi sisi bado tuko nani ajisaidie ndani maanake hata ukiangalia hiyo afua yenyewe inasema ujenzi wa vyoo bora na kuvitumia leo hii tunaambiwa Kilimanjaro asilimia tisini na moja asilimia tisini na moja nukta nane kwa hiyo unaangalia hizi hizi hizi hizi hii asilimia sifuri nukta mbili ni kina nani hawa kwa miaka sitini na moja ya uhuru ni kina nani hawa leo hii bado tunaumwa magonjwa ya matumbo leo hii bado tunaumwa magonjwa ya kuhara, magonjwa, magonjwa ya aibu, magonjwa ya dharau kwa sababu tu watu hawanao hii mikono yani, leo hii bado tunahamasishana, nani anao mikono, nani anasinao mikono. Leo hii mtu anajenga choo cha afisa afya, leo hii mtu anaweka kifaa cha kunawia mikono kwenye biashara yake, kwa sababu tu asipigwe faini. Nataka tutoke kwenye huo ulimwengu. Nafikiri mtu pekee au mkoa pekee au halmashauri na wilaya pekee ambayo inaweza ikaonyesha ulimwengu mikoa yote ishirini na sita kwamba swala la ustaarabu sio swala la kusimamiana, ni swala letu sisi sote, ni swala la kila mmoja wetu, na usafi unaanzia kwenye kitanda mpaka mita tano za za uwanja wako pale nje. Kwa hiyo mi nataka tuondoke kwenye hizi kampeni, tuanze kuzungumzia teknolojia za magari, tuanze na sisi kupeleka satelaiti yetu, tuanze mm. kufikiria teknolojia nyingine, lakini bado tunahimizana kwenye swala la choo. Yani, hii ya taimu nimeitumia hapa, ndugu mtangazaji, kwa ajili ya kuhamasisha asilimia sifuri nukta tano wajenge vyoo waache kujisaidia pembezoni. Kusema kweli, mimi wito wangu, ombi langu ni hilo. Nataka tuanze kuzungumzia mambo mazuri ili jambo Nyerere leo hii alivyonyimwa uhuru kwa sababu ya tu alikuwa anaambiwa ajastarabika hakija leo tena aone leo Mrisho Mpoto na Moshi FM wanazungumzia swala la kwamba kuna watu bado wamekataa kujenga choo kwa miaka sitini na moja miaka sitini na tatu ya uhuru, ni aibu kubwa sana hii. Ndo la kwangu kwa jioni ya leo. Uh, mkuu wangu si tunakushukuru sana Mrisho, uh, sante kwa muda wako. Kesho panapo majaliw ngapi. Ee, nini, nini? <laughs> eh? <laughs> Mzee wangu eh, nijuze bana umewezaje bana kuweza kukalili hizo namba kwa kiwango hicho kwa ustadi <laughs> wa namna hiyo ah, <laughs> na na na nashukuru

Project hii ambayo kesho inakwenda kufanyika. Ninawasihi uh, viongozi wa jogging mbalimbali za hapa Moshi hai siha wahamasisha wanachama wao wajitokeze. Okay. Sababu tukio la kesho linawahitaji ni la kwao na ni wakati mwafaka kwa ajili yao. Tunawakaribisha sana. E, Bwana Pasco tunakwenda kumaliza nao, hivyo ndivyo, eh? Mm, ambavyo tunamaliza nao E, nini ambacho unataka kukizungumza cha mwisho mwisho? Ah, sisi tu tu tuahidi tu, tu, tu, tu kwamba kwa namna moja ama nyingine tutakuepo Tuta pale. Tutakuepo. Ee. Tuta kimbie, au sio bana? Sio mm. tukimbie kimbie. Maana ukisema kukimbia kimbia hiyo ni kitu kingine. Ukisema kukimbia kimbia ni kama chizi. Eh, e. e. e, tunakwenda kukimbia. Tunataka tukakimbie e, pale angalau tupunguze kile ambacho kinahitajika. Eh, kiongozi naamini tutakuhitaji tena kwa mara nyingine. Kuna vitu vingi sana vya kuzungumza, au sio? Asante sana. Tupo kwa ajili ya, ya wananchi. Tutashirikiana bana, tukushukuru sana. Asante, kila la heri. Kwa pamoja tunasonga mbele kuelekea kesho iliyo bora zaidi. Kamwe hatuachi kuwa wabunifu na kuendelea kujijenga. Sisi ndio kizazi kinachobadilisha mchezo. Kila tunapounganishwa, fursa mpya zinafunguka. Tunatengeneza kesho yetu kwa kufuata matakwa yetu wenyewe. Tuna uhuru wa kubuni na tuna uhuru wa kujieleza. Mchezo umebadilika na sisi ndio wapindua